Askari hao walianza kufyatua mabomu ya kutoa machozi na kumwaga maji ya kuwasha kuanzia majira ya saa tisa alasiri, huku baadhi ya wananchi nao wakijihami kwa kurusha mawe, ambapo vurugu hizo zilidumu kwa zaidi ya saa moja na kusababisha maduka kufungwa, huduma za usafiri kusimama, na baadhi ya wakazi wa maeneo yaliyopo jirani na uwanja huu wa CDT kujifungia ndani kutokana na moshi wa mabomu, huku jamaa za wagonjwa waliolazwa katika zahanati ya Kahama community wakilalamikia hali hiyo. Sisi tunakuja kupata haki yetu kwenye mkutano wa CHADEMA, lakini nashangaa leo hii polisi wanakuja wanatuambia tufanye mkutano wakati barua ipo na udhibitisho upo atufanye mkutano, tunafanya mkutano leo hii, polisi wanakuja wanatufanyia vurugu, wanatupiga, wanatupiga marungu tuja fulai cha kwanza ya yeah, jinsi wanavyochukua hizo hatua za kupiga mabomu, kwa sababu huko hawakutaka hata kuangalia huko ndani kuna wakina nane hapa, ni hospitalini tayari, hapo kuna wagonjwa, wamerusha maji, wamepiga mabomu tayari, huko ndani kuna wagonjwa huko ndani tayari. Hata mimi biashara yangu anaiharibu eh. na sikujua mimi kama hivyo, ningejua vile kuna hii hali ambayo itatokea mabomu, sababu mkuja mwanzo akatangaza baada ya wamepotea. Kimsingi walipaswa wao waweze kudhibiti eneo la mkutano na waangalie eneo hili pia limezungukwa na makazi na maeneo ya biashara na huduma, kama hivyo hospitali sasa bahati nzuri tunawaeleza askari kwamba huku ni no, hospitali. Matokeo yake ndo anazidi kupiga, matokeo yake ndo kama hivi presha, unaona mgonjwa hali inazidi kubadilika. Zaidi ya watu 20 wakazi wa mji wa Kahama akiwemo mratibu wa CHADEMA kanda ya Serengeti Renatu Sinzemo wanadaiwa kushikiliwa na jeshi la polisi katika vurugu hizo za kuzima mkutano wa CHADEMA ambao ulikuwa ukihudhuriwa na wabunge saba wa chama hicho viongozi waandamizi wa CHADEMA ngazi ya taifa na kanda wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho mheshimiwa Freeman Mbowe. Matumizi ya ziada yasiyo na sababu ya jeshi la polisi ya nguvu kuzuia ukuaji wa demokrasia na ukuaji wa vyama vingine vya siasa nchini utaliingiza taifa hili katika machafuko ambayo yasingestahili ya kuwepo, wala Tanzania sio kisiwa, kwamba wananchi hawa watapigwa mabomu na watamwagiwa maji ya kuwasha kila siku nao waendelee kukaa kimya. Hatutakaa kimya. Unaweza ukamwopresi mtu kwa wakati fulani, lakini haitakuwa milele. Kuna watu walipewa mamlaka na watu wakajiona wana mamlaka juu ya wale watu, lakini wanatakiwa wakumbuke kwamba kuna siku wale watu wataamua kuchukua mamlaka yao. Sasa naomba tusifike huko. Taifa hili limeundwa kwa misingi ya kushindana, ya kubishana bila kupigana lakini naona kuna mmoja sijui hana hoja, sijui hawezi kusema chochote yeye. Kila unapotokea kujaribu kushindanisha hoja zako, yeye anakuja kupigana. Nyuma yangu ni askari wa kikosi cha kutuliza ghasia ya FFU ambao wamehakikisha kwamba mkutano wa CHADEMA uliokuwa ufanyika katika uwanja huu wa CDT hapa Kahama haufanyiki na kama unavyoona wapo katika doria kuhakikisha kwamba vurugu zote na rabsha katika eneo hili zinazimwa. Kutoka katika eneo hili la uwanja wa CDT Kahama mimi ni Mabere Makubi wa ITV.